Na kuuzia kitu una bargain for 1 hour na bado ununui. Mimi ni convince mate iishe kwa mdomo, alafu unaenda tu hivyo. Mtakuwa mnalipia hiyo time. Wengine unapata tu vitu zangu ziko sawa, unaanza kuzitoa makosa, but hii si ile quality nzuri, but hii si itaharibika tu saa hii, but hii kuna, kuna zile zingine, kuna zile zingine ulikuwa unauliza ya nini? Wengine umeshajipima viatu nguo vizuri, imekutoa alafu unaanza kusema hauna kama hii ya black, hauna kama hey, necha bwana, hata usikia ibu. Ukitoa hizo nguo, unarudisha viatu zangu mpya zishazeweka juu ya kupimwa kwa biashara. Saa hii kitu peke yake tunakubali kurudishiwa ni pesa yenye ikuwa kwa mpango. Kama saa hii nimetoka kurudishiwa 50% of my transaction fee na Airtel kwa sababu nimelipa kwa paybill. Sasa hii ukilipa kwa paybill Airtel wanakurudishia 50% of your transaction fee kama airtime Ndiyo hiyo good news. But mambo ya kurudisha hati nguo ushavaa nini imeshazeekea kwa mwili saa hiyo hatutaki. Airtel Money inazidi kukuokolea, you can pay for goods and services at over 2 million paybill merchants, kisha unarudishiwa 50% transaction fee kama airtime. So ukipefoka something, unaget kredu dial star 334 hash.